kanda eneo la Ndunyu Njeru katika kaunti ya Nyandarua baada ya mahabusu watatu kuaga dunia kwenye uvamizi wa kituo cha polisi eneo hilo, wananchi wakilalamika kuwa visa vya wizi wa mifugo vimekithiri, maafisa wa usalama wakilazimika kuitisha kikao cha faraga na wenyeji kutafuta suluhu ya kudumu. Hayo yanajiri huku kanda nyingine ya video ikionyesha jinsi wahuni waliteketeza kituo cha polisi eneo la Olkalao. Crispino Tieno ana mengi zaidi Ndunyu Njeru kaunti ya Nyandarua hofu ya utovu wa usalama imegubika wakazi hapa. Wakazi waliteketeza kituo cha polisi cha Ndunyu Njeru kaunti ya Nyandarua kwa madai ya kuongezeka kwa wizi wa mifugo eneo hilo. Washukiwa hawa watatu waliokamatwa kwa madai ya wizi wa mifugo wamethibitishwa kuaga dunia kutokana na moshi ambao ulikuwa ukifuka kituo hiki kikiteketea. Wakuu wa polisi kaunti ya Nyandarua wakiongozwa naye kamanda mkuu wa polisi Stella Cherono walifika hapa kutathmini hali na kutafuta suluhu ya utovu wa usalama. Na wakashikwa wakaletwa hapa na au polisi, sasa watu walijua kuna watu wameshikwa hapa na watu wengi wameimbiwa ng'ombe, walikuja hapa kwa fujo, na walikuwa wanataka kuona hao wezi wa ng'ombe juu walishindagwa ni na kila nani wanaiba hizo ng'ombe. Uh, interior minister oh, anaitwa Kipchumba Murkomen kwa, alisema ati waandamanaji ama wananchi wakikaribia kituo cha polisi wanapigwa malisasi. Jamaa wetu wa bodaboda mmoja alishutiwa tuki, tukijaribu kuandamana juu ya wizi wa ng'ombe. Kamanda wa polisi akiwa na ushauri huu kwa wenyeji: Tafadhali tujenge uhusiano wetu, na kama kuna maswali ama kama kuna kitu ambayo unaona ambayo si nzuri, tunakaa chini na tuseme, hapa kuna shida, si ndio? Mtu mmoja anaendelea kupokea matibabu ya dharura katika hospitali ya North Kinangop baada ya kupigwa risasi ya tumbo wakati wa makabiliano hayo, miili ya wafungwa watatu walioangamia ikihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Engineer Level 4. Hayo hayo yakijiri, kanda ya video ya vijana wahuni wakiteketeza magari ya serikali vile vile imechipuka mitandaoni. Vijana hawa waliteketeza kituo cha polisi kabla ya kuteketeza magari zaidi ya ishirini ya serikali eneo la Olkalau Jumatano. Maafisa wa usalama wanaendelea kukagua kanda hii ya video ili kuwakamata watuhumiwa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.